Nami mimi nimeleta unyoya. Unyoya huu kwa binadamu ni kitu chepesi sana, lakini kwa sisimizi ni mzigo mzito mno. Kila filamu yoyote huanza na wazo, kisha wazo hilo huandikwa kwenye script ili kutoa mwongozo wa hadithi, wahusika na mtiririko wa matukio. Mimi kama Shadura niliamua kuunda hadithi hii ya mapenzi na kuwasilisha kama filamu. Jambo la kwanza nililolifanya ni kushirikisha rafiki zangu ambao wana kikundi kidogo cha uigizaji. Nilikutana nao na kwenda sehemu wanapofanyia mazoezi. Walikuwa na mwalimu wao Sila ambaye aliwaongoza katika mazoezi ya kufungua sauti, kutunza kumbukumbu kumbu takari kwa haraka. Mazoezi haya pia yalihusisha hisia, ambapo kila mmoja alipaswa kutoa machuzi kwa muda wa dakika mbili. Tuliona baadhi ya vijana waliofanikiwa kufanya zoezi hili kwa ufanisi. Baada ya mazoezi, niliwapa skripti na kuwaeleza kuhusu stori na wahusika wake. Kila mmoja alishiriki katika majaribio ya kuigiza wahusika tofauti na mwishowe kila mtu alipangiwa nafasi iliyomfaa zaidi. Kwa kuwa tulitaka filamu yetu ionekane kitaalamu, tulihitaji kamera nzuri. Niliwasiliana na rafiki yangu Chris ambaye alikuwa na kamera yenye ubora unaofaa kwa filamu yetu. Baada ya kuwa na vifaa vya msingi tulianza harakati za kushuti. Changamoto yetu kubwa ilikuwa ya kwamba tuna kamera moja tu, hivyo tuitumia mbinu za kitaalamu kushuti sini kwa ufanisi. Kama tunavyojua, filamu huundwa na sini na sini huundwa na shots mbalimbali. Ili kuhakikisha filamu yetu ina ubora wa kitaalamu tulitumia aina tofauti za shots kama ilivyo kwenye filamu maarufu kama Moana 2, Mufasa the Lion King na Pirates of Caribbean. Hii inaitwa extreme wide shot au establishing shot. Inatumika kuonyesha mazingira na kuweka hadhira kwenye ulimwengu wa filamu. Ni muhimu sana hasa mwanzoni mwa filamu au kabla ya tukio kubwa. Shoti hii inajulikana kama wide shot. Inaonyesha mhusika mzima na inampa nafasi ndani ya mazingira yake. Inatumika mara nyingi kuonyesha matendo ya wahusika kwa uwazi zaidi. Hii ni medium shot inahifadhi undani wa musika lakini pia inaruhusu hadhira kuona ishara za uso wake vizuri. Hutumika sana kwenye mazungumzo. Close up ni muhimu sana, inatufanya tuhisi hisia za wahusika kwa karibu: huzuni, furaha, mshangao au hofu. Hii ndiyo extreme close up. Inazingatia undani kabisa, kama jicho au mkono au mdomo au kiungo chochote kwenye mwili wako. Hapa tazama mikono ya hawa wahusika hawa kwenye filamu yetu ya Mtihani. Shoti hii huongeza uhalisia wa mazungumzo na inatusaidia kuhisi kama tupo katika mazungumzo hayo. Pia katika filamu yetu ya Mtihani tulichanganya shoti hizi ili kupata matokeo bora na kuhakikisha kuwa hadithi inaeleweka vizuri kwa mtazamaji. Moja ya changamoto kubwa ilikuwa waigizaji kukosa uzoefu wa matumizi ya script. Baadhi yao Walipata wakati mgumu kuelewa mistari yao na kuitafsiri kwa hisia zinazostahili. <laughs> Binadamu ni mzito sana lakini kwa sisimizi, hmm, ni chepesi sana. Cut, cut, cut, cut, cut. Changamoto nyingine ilikuwa kushuti sini tofauti kwa kutumia kamera moja pekee. Hii ilitufanya tulazimike kurekodi sini moja mara kadhaa kwa kutumia engo tofauti, ili baadaye katika uhariri tuweze kuziunganisha kwa mtiririko sahihi. Basi, Action. Kwa leo hatuna la ziada, tumefanikisha kutengeneza filamu ya bajeti ndogo, lakini yenye mwonekano wa kitaalamu. Asante kwa kufuatilia mchakato wetu wa kutengeneza filamu hii. Ilipo wa kwanza kuangalia filamu yetu ya Mtihani ikitoka, hakikisha umejiunga na GSP Swahili Movie. Tuonani kwenye video nyingine. Kwa heri.